Karibu tena wewe unayenitizama mahali popote pale ambapo upo, mimi naitwa Dr. Ruzuba, kipendo naniita The African Dr. Ruzuba. Nikiwa hapa Dar es Salaam maeneo ya Chanika, Zingiziwa. Mimi ni mganga wa ndagu na mafanikio, yaani mtu anapohitaji maswala ya ndagu za mali baridi. Yani, white magic. Ninapozungumzia, napozungumzia white magic, ninazungumzia ndagu ambazo haziwezi kuzuru maisha ya mtu wala kuchukua nyota ya mtu. Ili mtu fulani afanikiwe, tunatumia nyota yako au viumbe ili kuweza kukufanikisha, kwa sababu duniani hakuna mafanikio bila viumbe. Hata nilikwambia Yesu aliwahi kulipa kodi kwa kutumia kiumbe samaki, lakini pia wana wa Israeli waliwahi kula chakula eh, kilicholetwa na viumbe kunguru wewe unawaona ni kunguru kwa macho. Na ndio maana kuna panya kazi yao kuiba pesa, mnaelewa. Lakini mimi nawaelewesha kwamba ili ufanikiwe ni lazima ujue kutumia viumbe. Ndio maana Suleiman akasema kila apendaye kusoma na apende na maarifa pia, kwa sababu kwenye maarifa nilikwambia, ndiposa Suleiman akajua kutumia viumbe, akawa tajiri tunayemzungumza mpaka leo lakini watu wa leo hawana maarifa ya kutumia viumbe, wamebaki tu kulaumu. Yani wameachiwa maneno kuomba Mungu, kumuomba nini, eh? wewe huwezi kumswabihi kupita majini. Watu wanamswabihi Mungu, majini watu yako hivyo, lakini wewe huna hayo maarifa ya kutumia viumbe. Suleimani aliyatumia, ukitaka kujua, sio dhambi kuyatumia. Ndio yaliyojenga hekalu la ile ambalo Yesu alikuwa anapita wanamuonyesha wanafunzi wake, wanamwambia unaona, hili hekalu lilijengwa kwa miaka arobaini na Suleimani kama hili hekalu, eh, unavyoliona <laughs> anafikiri heka nzima uiweke ndani ya fence na uilembeshe namna hiyo, halafu mjinga mmoja anakuuliza tuonyeshe mafanikio yako. Nikikuonyesha tu hii fence <laughs> na yaliyomo <laughs> utapata ugonjwa wa moyo. Kwa hiyo mimi niko hapa kutangaza maarifa yangu kama unahitaji kufanikiwa katika biashara, kama unahitaji kufanikiwa katika masuala tu ya maisha, njoo nione bila kuwa na wasiwasi wowote. Halafu kuna kitu wanawambia kwamba mnifate kwenye YouTube yangu, si unaona maonyo, akaunti zangu kubwa zote, oni nione, kwa sababu mimi nafundisha vitu reality. Napozungumzia reality ni tofauti na kuzungumzia habari za majani, habari za majani ambazo mtu anaweza kutaka sema, unaona eh, hiki ni dawa. Hizo ni soft teaching mimi nina hard teaching na kupa doctrine ngumu ambazo watu hawazijui na wengine wanazijua kupitia mimi. Ndio maana umeona kila mtu sasa hivi anazungumzia habari, habari za kuchinja mbuzi habari za kuchinja mbuzi habari za kuchinja mbuzi. Lakini nani amezielewesha? Ni mimi nimeelewesha kwamba hata msuleimani mpaka alitengeneza mto Suleimani wa kupitisha makafara aliyokuwa anayachinja kwa Mwenyezi Mungu ndiposa awe tajiri zaidi wasomi wote wanajua Suleiman alikuwa anachinja mifugo mpaka mia mbili kwa siku. Wewe hujawahi kuchinja hata njiwa, alafu na nalalamika mimi maskini, nataka nitajirike. Unawazimu sio kidogo. Sasa kama unataka maarifa, iko ndagu ya kuchinjia mbuzi mara moja kwa mwaka au baada ya miezi sita au mara tatu kwa mwaka. Nisikilizeni vizuri watu. <laughs> Si mimi ndo nilianza kuzungumza huku kabla hata ya ule mchungaji IPM, nikamwambia hapa Tanzania tumebaki na mchungaji mwenye elimu ya kuelewa maarifa ni IPM tu hmm. <laughs> Nilisema mimi mara tatu hata yeye amerudia juzi kwamba ili uweze kufanikiwa lazima uchinje mara tatu mwezi wa kumi na mbili, mwezi wa sita. <laughs> Namna hiyo mara tatu kwa mwaka utapata mali Eh, sasa watu niliwaeleza miaka karibu zaidi ya mitatu eh, lakini watu hawakuelewa kwamba kilichomfanya Ibrahimu awe na sifa kubwa ni kwa sababu ya kuchinja eh. Kilichomfanya Ayubu tumtaje mpaka leo ni kwa sababu ya kuchinja akawa na mali nyingi sana, lakini wewe hauna hata kuku eh. <laughs> Kazi yako ni kupiga tu mziki mziki ndani, watu wanapiga mziki wa kelele, mwingi ni maskini tajiri unasikia mziki unagonga mpaka unajiuliza, unatoka chini ya sofa au wapi? Yani taratibu, lakini maskini sasa. Alafu <laughs> <laughs> mja kwenye hii youtube yangu kwenye youtube, nisikilizeni mimi, sio mganga wa kuonyesha. <laughs> Yani mnanilazimishaga nyinyi, nikiwaonyesha vilivyomo ndani mtasema jamani, hii ni nini? Mimi na ng'ombe zaidi ya elfu tano. Mi mfugaji, sifa ya msukuma ni ufugaji eh? <laughs> Nikikuonyesha ngozi zinazokufa ng'ombe kila mwaka kwako, wewe ungekuwa nazo hizo, ungekuwa umeshafanikiwa tayari. Nini majisifu? Lengo ni kukwambia kwamba tumia maarifa kufanikiwa. Ni foro, tuwe wengi nikupe mambo zaidi. Asante.